Kwa majina anaitwa Comrade Ibrahim Joel Musiba, ni mwenyekiti wa chipukizi wilayani Iringa vijijini. Nimekuja kuwatembelea ili tuweze kufahamiana na tuweze kujuana kiundani sana, sisiem <coughs> <coughs> nimekuja kuwasisitiza, watoto watoto wenzangu au wadogo wenzangu, tunatakiwa tuwe na taaluma chipukizi ni, ni idara ya kuwa na taaluma, kwa sababu chipukizi bila taaluma huwezi kuongoza watoto wenzako. Chipukizi anatakiwa awe na maadili mema, kama historia yetu ya Tanzania inavyosema. Chipukizi anatakiwa awe na, na, na maadili. Chipukizi unatakiwa uwe na msaada katika jamii, ili watoto wenzako waweze wawezek. Pia chipukizi wanatakiwa wawe na uzalendo waweze kukitumikia chama kuanzia utoto mpaka waje wakiwa umri wa kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea. Watakuwa viongozi bora ambao wanaweza kutu, kutumikia jamii yetu au nchi yetu au mkoa wetu. Pia chipukizi natakiwa mjue nini maana chipukizi au kwa ujumla mnatakiwa mjue nini maana kiongozi. Kiongozi ni yule mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza kutuongezea kitu vizuri. Pia kuna vitu au lenki ambazo kiongozi anatakiwa azipate ili aweze kutuelimishia jamii au kuweka jamii iwe kimaendeleo. Kwa kuwa hapo, sitawaongelea waongozi wakubwa, kwa sababu hapa nimekuja kwa ajili ya chipukizi. Nikiongelea katika chipukizi, chipukizi anatakiwa aweze kuhamasisha watoto wenzake, ili na wenyewe waweze kuwa katika hali ya uongozi. Kwa maana kwamba chipukizi huyu atakuwa amefuata utaratibu wote wa kiongozi lazima aje awatolee nyie kitu alichokipata, ili na nyie baadaye mje kuwa viongozi wazuri, na mweze kutumikia nchi yetu vizuri, na mweze kutumikia mikoa yetu vizuri, na mweze kutumikia kata zetu vizuri, hata matawi sseme